Sasa nisikilize. Nimekuletea laini zako. Acha ufara. Wewe, mimi, wewe unachukua unachukua laini. Unachukua laini? Sio ulichukua vitu vyangu, ah. Nisikilize wewe. Nisikilize wewe, chura jangwani. Wewe, ulivyochukua, unachukua vitu vyangu vyote. Nahitaji vitu vyangu vyote unarudishia, ujachukua laini, ujue. Nisikize nikwambie. Hivyo vitu vingine nimeshavitumia, yaani hivyo visahau, sivyohesabu kabisa, yaani hivyo havipo, vifute kwenye akili yako. Yaani hivyo sivyohesabu, havipo. Kwa hiyo hapa nimekusaidia tena, kwa kuonea huruma sana. Line hizi hapa zitakusaidia. Hivi unajiamini e? Nini kwanza, kitu gani ambacho kinakuaminisha kabisa, yani ukajiamini, afu unanijibu? Yani una, una, una, una,